Na mtazamaji nao, serikali ya kaunti ya Mombasa inanuia kuanzisha mpango wa kuwapa mafunzo maalum wafanyakazi walio karibu kustaafu kuhusu jinsi ya kuishi na kujiendeleza maishani baada ya kustaafu. Hii ni baada ya kubainika kwamba asilimia kubwa ya wafanyakazi wanaostaafu katika kaunti ya Mombasa mara nyingi hutuma maombi ya kutaka kuongezwa muda zaidi wa kufanya kazi licha ya kukamilisha hatamu yao. Kulingana na naibu gavana wa Mombasa Francis Thoya, ni kwamba hatua hii inachangiwa na wengi kukosa kujiandaa mapema. Jambo jengine cbc na saa nitapendekeza kitu kimoja, reward and recognition ya wale ambao wanafanya kazi kwa bidii, kwa sababu haiko. Tulizungumza tukasema, mimi kwanza huwa nasikia uchungu, mtu amefanya kazi, amejitolea katika county government ya Mombasa, kisha ana retire, unashtukia tu yeye kwa hapa leo, kesho hayuko. Mtu ambaye anamfikiria hayuko anything ambacho anabeba anaenda nayo nyumbani ya kusema nilifanya kazi kwa Mombasa jivunia, alifanya kazi kaunti ya Mombasa haiko. So kwa wale ambao wana, bado wanafanya kazi, tunaanza ile program ya reward and recognition ya kazi mzuri, it is competitive na hautajua wakati watu wanaenda round. Wakiangalia mtu hajajitayarisha vizuri, anarudi tena anakuja anasema, nataka niongezewe muda, sijajitayarisha vizuri Nataka nipewe contract tena kama miezi sita. Sasa ikiwa tutapeana contract kwa wazee, wale vijana wanaochipukia wana tutawapeleka wapi? si mnaona itakuwa balaa eh? hey. so tumekuja kugundua kwamba kuna haja ya kutrain watu wetu ambao wanakaribia retirement.